mwaka ni 1961 umoja wa kisovyeti uliamua kutesti bomu kubwa zaidi duniani kwa hii kutengenezwa na binadamu hili bomu lilikuwa liliitwa rds 220 aka tsar bomba au kama warusi wao wanavyoliita big ivan mambo vipi internet karibu maxtech tv hili playlist ya techin8 in inayojaribu kukupa habari za teknolojia kwa muda usiozidi dakika nane Y yeah, inajaribu, lakini sometimes huyo inafeli. Kwa hiyo usiache kutupia like, comment kwenye hii video, lakini mwisho usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Maxtech TV ili uwe wa kwanza kupata video kama hizi. Sasa na hizi ndo video ya test ya ile kombola kubwa zaidi kuwahi kulipuliwa na binadamu. Russia aliamua kuzi declassified hivi karibuni ostalas 3 sekunde, 2, 1 0.

Huu ni mlipuko wa tani zaidi ya milioni 50 za TNT. Just imagine size ya mabomu yote yaliyotumika kwenye vita vya pili vya dunia inafika tani milioni 3 za TNT, hapo tumejumlisha na yale mabomu ya nyuklia mawili ambayo Marekani yaliyotumia kwenye hii vita ya pili ya dunia ukijumlisha na yale mabomu ya kawaida, mlipuko wake unafika megaton au tani milioni 3 za TNT huku Tsar Bomba mlipuko wake unafika tani milioni 50. Hii ni hatari. Tsar Bomba ni bomu ambalo lipo kwenye level nyingine kabisa. Hebu cheki hata bomu kubwa zaidi ambao Marekani wamewahi kulitesti duniani ni hili bomu analiita Castle Bravo. Hili na lenyewe lililipuliwa mwaka 1954 na mlipuko wake ulikuwa unafika tani milioni 15 za TNT. Tsar bomba yenyewe ni mara tatu ya huu mlipuko mkubwa zaidi ambao Marekani wamewahi kulipua wa duniani. Tsar bomba likilipuka Dar es Salaam, madirisha ambayo yapo Zambia Ndola, ya Ndola yatavunjika kabisa. Sasa kuna sababu nyingi za kisiasa ambazo ziliwafanya Warusi kuweza kutengeneza hili bomu na kulitesti, mi sitaziongelea hizi sababu za kisiasa, unaweza ukazicheki sehemu nyingine. Kumbuka, hii ni Techin8. Mimi nataka tuangalie teknolojia iliyowezesha hili bomu kutengenezwa na kwa nini watu wanakuambia, japo kweli ndio ilikuwa bomu kubwa zaidi duniani kwa kutestiwa, halikufanya uchafuzi mkubwa wa mazingira kama mabomu mengine ya nyuklia yakiwa anatestiwa. Hili bomu la Tsar Bomba, ndo anasema huenda ndio bomu safi kweli la nyuklia kuwahi kulipuliwa. Hii ni kwa sababu mwanasayansi kwa jina la Andrei Sakharov, huyu ndo alikuwa mastermind aliyotengeneza mabomu mengi kweli ya Urusi, yale ya hydrogen, kuachana na yale mabomu ya kawaida ya nuclear fission. Hapa tunazungumzia mabomu ya hydrogen. Huyu ndo alikuwa baba wa mabomu ya hydrogen ya Urusi, na yeye alikuwa anajua madhara makubwa yanayotokea kila mara wakitesta haya mabomu ya nyuklia matatizo kama ya kansa alikuwa anaongezeka kwa watu ambao wapo karibu na visiwa vilivyokuwa vinatumika kutestea mabomu ya nyuklia, lakini pia kumbuka, hali ya upepo ilikuwa ina force za radiation kwenda sehemu mbalimbali kote duniani. Kwa hiyo, alikuwa anajua kila mara wanapotestea mabomu ya nyuklia walikuwa wanaongeza idadi ya vifo vya watu ambao wakutakiwa kufa muda huo. Kwa hiyo ndio maana Sakharov hakutaka kulipoa ile bomu kama Nikita Khrushchev huyu ni rais wa Soviet Union. Mdaule alivyokuwa anataka yeye, alikuwa anataka ili bomu liwe na mlipuko wa tani milioni mia za TNT. Hii ni hatari, lakini Sakalov, yeye plani yake ilikuwa ni kupunguza nguvu ya mlipuko. Japokuwa Sakalov alikuwa anatakiwa kumwonyesha Nikita Khrushchev kwamba ili bomu limebeba kiwango cha mafuta chenye uwezo wa kulipuka huu mlipuko wa megaton mia za TNT, alikuwa na mpango wa kupunguza mlipuko siku chache kabla ili bomu alijaenda kutestiwa na alikuwa anataka siku zikibaki chache aende aongee na Nikita Khrushchev kuhusiana na hili plani yake ya kupunguza nguvu ya mlipuko amweleze madhara ya mlipuko itakavyokuwa na nini kitatokea wakilipua ili bomu lenye mlipuko mkubwa kama hivi. Sasa bado haijulikane exactly Soviet Union waliwezaje kutengeneza bomu lenye nguvu kubwa kama hili. Kitu tunachojua ni kwamba hili bomu ni samo nuclear, yani ni bomu la hydrogen okay. Hydrogen bomb ni bomu ambalo linatumia ile concept ya nuclear fusion kufanya kazi yani, kama jua letu linavyofanya linaunganisha atom za hydrogen, na matokeo yake ya nguvu kubwa inazalishwa. Sasa kwenye hii channel tumeshaongea sana kuhusu ile staili nyingine kutengeneza ya kutengeneza mabomu ya nuclear, ile staili ya nuclear fission, na kama hujaziona hizi video, nitakuwekea hizi video mwishoni uweze kuzicheki, nimeshaziongelea sana lakini kwa haraka haraka bila kwenda deep, hiki ni kitendo cha kuvunja zile atom za uranium 235 kwa kutumia neutron na matokeo yake nguvu kubwa inazalishwa. Kwa hiyo hiyo ndo fission, lakini fusion yenyewe tunaunganisha atom za hydrogen ili tupate nguvu kubwa. Kwa hiyo kwenye fission tunavunja atom za uranium, huku kwenye nuclear fusion tunaunganisha atom za hydrogen ili kutengeneza nguvu sasa ile process ya fission, yani kuvunja zile atom za uranium 235 ili ndio uweze kutengeneza nguvu kubwa ya mlipuko, huwa haina ufanisi mkubwa sana ukilinganisha na hii process ya fusion. Kwa ndio maana hydrogen bomb ndio mabomu makubwa kweli ya nyuklia ambayo binadamu ameweza kuyatengeneza mpaka sasa hivi, sababu hii process ya fusion huwa ni process ina ufanisi mkubwa kweli, na matokeo yake huwa inatengeneza nguvu kubwa. Lakini hii process ya fusion kuunganisha hizi hydrogen atom mbili ndio uwezo kupata hii nguvu, huwa inakuja na challenge kubwa moja, sababu hizi zote ni atom za hydrogen na zote huwa zinakuwa na proton. Proton kama unavyojua, hii particle huwa ni particle yenye charge ya positive. Sasa hizi hydrogen atom zote mbili zinakuwa na chaji ambayo inafanana, na umesoma darasani kwamba siku zote ukileta chaji ambazo zinafanana kwa pamoja, huwa zina tabia ya kulipel, yani kukataana. Sijui kama ndo Kiswahili fasihi <laughs> yani, ni ngumu sana kuzileta hizi chaji kwa pamoja ziweze kukaa kwa pamoja, yani ziweze kukutana na kuungana kwa pamoja. Hii ni tofauti kama ukiwa na chaji tofauti, ukiwa na positive pamoja na negative, huwa zina tabia kuvutana. Kwa hiyo challenge ambayo iko hapa kutengeneza haya mabomu ya hydrogen ni kwamba, je, utatumia nguvu gani kuweza kuleta hizi hydrogen atom kuungana kwa pamoja? Sababu ukiangalia jua letu, hii nguvu inaitoa kwenye gravity, inatumia gravity kuunganisha hizi atoms za hydrogen ndio iweze kuzalisha nguvu ambayo tunaitumia hapa duniani kwa hiyo bila gravity jua lisingeweza kusurvive. Sasa swali ni je, hapa duniani tutaweza kutumia nguvu gani kuforce hizi atom za hydrogen kuja kwa pamoja ili ziweze kutengeneza nguvu kubwa kweli? Ya, tunaweza kuforce kwa kutumia bomu lingine la nyuklia. Yani ile bomu ambayo linatumia ile, ile process ya nuclear fission likilipuka, sasa hili bomu ndio liweze kutengeneza joto pamoja na pressure ya kutosha ili kuziforce hizi atoms za hydrogen kuungana kwa pamoja, na zikisha kuungana kwa pamoja zitatengeneza mlipuko mwingine mkubwa zaidi kuliko ule wa kwanza. Sasa watu wenye akili nyingi waliweza kupiga mahesabu na kujua ni namna gani wanaweza kadirect huu mlipuko ambao unatoka kwenye ile bomu la la kwanza la nuclear, ambayo inatumia ile process ya nuclear fission, kudirect huu mlipuko uweze kutengeneza pressure pamoja na joto la kutosha kwenye haya mafuta ya hydrogen ambayo yapo kwa pembeni, na hiki kitu kinatakiwa kufanyika ndani ya microsecond, sababu hili bomu likilipuka vibaya tu, basi litaaribu kabisa na lile bomu lingine la hydrogen na litashindwa kulipuka. Kwa hiyo bomu moja la nyuklia ndio litaweza kulipuka. Kwa hiyo ni amazing sana kuona watu waliweza kutengeneza kitu ambacho kinaweza kudirect mlipuko wote wa nuclear na kuconcentrate kwenye sehemu moja kwa muda mchache sana, na kuweza kutriga ili bombu lingine la hydrogen ndo liweze kulipuka. Ya inahitaji akili nyingi sana na mahesabu ya kutosha. Sasa okay, imagine watu walikuwa wanafanya haya mahesabu bila kuwa na ile supercomputer au hata bila kuwa na calculator. Nadhani kipindi kile calculator zilikuwa hazipo. Okay, nitaangalia baadaye lakini yeah, ni amazing sana kuona watu walikuwa wanafanya haya mahesabu bila kuwa na supercomputer. Weza kusimulate process nzima okay. Sasa hivyo ndivyo bomu la kawaida la hydrogen huwa latumia trick ya kulipua bomu lingine la nyuklia ili kutrigger bomu lenyewe la hydrogen ndio liweze kulipuka. Sasa hilo ni bomu la kawaida. Tazaa Bomba hili halikuwa sio bomu la kawaida, sababu mlipuko wake ulikuwa ni mkubwa sana, sababu kitu kikubwa ambacho huwa kinafanya hata hii milipuko ya hydrogen, japokuwa ina na nguvu kubwa, kushindwa kulipuka kwa ule mlipuko mkubwa kabisa wa mwisho, kulingana na idadi ya mafuta ambayo yamewekwa humo ndani. Sababu challenge kubwa ya kutriga haya mabomu ya hydrogen ni unapata muda mchache sana uweze kutengeneza joto pamoja na pressure yenye uwezo wa kukandamiza hizi hydrogen atom ziweze kuungana. Sasa huu muda mchache ambao unapata huwa hautoshi kucompress ile hydrogen yote au yale mafuta yako yote ambayo yapo kwenye ile pallet. kwa hiyo ndio maana ya mabomu ya hydrogen japokuwa ni makubwa, lakini na yenyewe ufanisi wake unakuwa hujafika ile asilimia mia ambayo inatakiwa. Sasa, ufanisi wake ukifika asilimia mia, hayo ni matatizo. Ili bomu litakuwa kubwa sana. Kwa hiyo japokuwa, hatujui design ya ili bomu latazaa bomba, sababu Russia, bado wamekalia makaratasi yenye design ya ili bomu. Hawataki mtu yoyote kujua ni kitu gani waliweza kufanya, lakini watu wengi wanaamini kitu ambacho Russia waliweza kufanya ni kutumia mabomu mawili ya kawaida, yani mabomu mawili ya nuclear fission ya kawaida, moja liliwekwa juu, lingine likawekwa chini. Sasa haya mabomu mawili yote yanatakiwa kulingana size. Kwa hiyo inamaanisha, ili kutrigger ile bomu la Tsar Bomba walikuwa natakiwa kuactivate haya mabomu mawili yote kwa pamoja, yani kufanya ile synchronization, kitu ambacho watu wengi walikuwa nasema ni kigumu sana kufanyika. Yani kuhakikisha kwamba haya mabomu yote mawili yatalipuka kwa ule muda exactly, yani hata ile milisekondi moja haitakiwi kupotea. <laughs> Hii ni hatari. Sasa, baada ya mabomu mawili kulipuka, inamaanisha yote sasa kwa pamoja yalikuja ka provide pressure nyingi sana ambayo itaforce sa ile hydrogen palette, au yale mafuta ya hydrogen kuweza kujikandamiza na kuungana, na matokeo yake sasa ni mlipuko mkubwa kweli utatokea. Na hivi ndivyo Tsar Bomba wengi wanaamini iliweza kuwa trigger na kuweza kulipuka na kufanya mlipuko mkubwa kweli. Okay, ijulikane kama ni kweli, watu wanajaribu kutheorize na kuona namna gani au ni solution gani Russia waliweza kutumia, lakini hii ndo solution ambayo ina make sense. Lakini kitu cha kushangaza, kama walitumia design, waliwezaje kusynchronize kusinkronize haya mabomu mawili yaweze kulipuka kwa ule muda exactly kwa miaka ile? Yeah. Labda sasa hivi inawezekana, lakini kwa ile miaka ni ngumu sana. Hili ni fumbo la imani ambao rasha wametuachia tulijibu. <laughs> Sasa Sakharov baada ya kuona muda unakaribia kutesti ile bomu akamwambia Nikita Khrushchev. Vipi tukipunguza saizi ya huu mlipuko na kuufanya uwe nusu, sababu rubani atakayepeleka ili bomu ana chance kubwa ya kutorudi, sababu huu mlipuko utakuwa mkubwa sana na utaharibu ndege yake. Yani hata kama ili bomu litashushwa na parachuti, bado huyu rubani hatapata muda wa kutosha kuweza kuescape hii sehemu na ile vya ili shock wave ya ili bomu. Kwa hiyo Nikita Khrushchev akaamua kukubali, sababu alijua ya akienda kutesti ile bomb of ripoti zikatoka kwamba rubani aliyoenda kutest ile bomb naye amekufa, haitakuwa picha nzuri. Lakini pia Sakalov alimkonvinsi wa kwamba wakilipua ile bomu lenye nguvu ya megatani hamsini bado itakuwa ni kubwa sana, na watakuwa wameprove point yao kwamba wao ndo ababe kwenye teknolojia mabom ya mabomu ya nyuklia, sababu bomb la mwisho ambao Marekani walilifanyia test lilikuwa na nguvu ya megatani kumi na tano. Kwa hiyo wao bado wako mbele zaidi. Lakini pia walileta pointi ya mionzi, vipi mionzi baadaye itakuja kuwazuru watu wa Urusi wenyewe? Kwa hiyo Nikita aliona ina make sense kupunguza nguvu ili kombora. Sasa Sakalov aliwezaje kupunguza nguvu ili kombora huku tayari ilikuwa limebeba mafuta ya nyuklia yenye uwezo wa kulipuka mlipuko wa megaton 100? Ya yeah, Sakalov alikuwa ni mjanja sana. Kitu alichofanya ni kutumia ile tempa baada ya kutumia tempa ya uranium 238 ambayo na yenyewe inawezi ikafanya ile fusion yeye, akaamua atumie led. Haya ni madini ambayo atom yake haiwezi ikavunjwa na neutron, yani haiwezi ikafanya ile nuclear fusion. Kwa hiyo matokeo yake, baada ya Tazaa bomba kutestiwa, ilionekana kabisa idadi ya mionzi ambayo ili bomu limetoa ilikuwa ni midogo sana, na hata baada ya masaa mawili Walusi waliweza kutuisha helikopta kwenye ili eneo na kuona ni namna gani mionzi ilivyo michache sana. Sasa just imagine ndo jamaa ambaye unatumwa kutuisha helikopta baada ya masaa mawili ya ili bomu kulipuka. <laughs> Ya, mi nisingekubali kabisa. Sasa Tsar Bomba hili lilikuwa ni bomu kubwa sana practically. hili ni bomu ambao huwezi ukalitumia hata kwenye uwanja wa vita sababu adui yako itakuwa na rahisi sana kuliona hili bomu, alafu kama ukijua mahesabu ya hii milipuko ni kwamba ni bora ulipue mabomu mawili au mabomu matano ya nyuklia kuliko kulipua bomu moja kubwa zaidi la nyuklia. Yani kiasi cha uharibifu ambao utaweza kufanya wewe ukilipua bomu kubwa zaidi, na atakaye lipoa mabomu matano, aliyelipoa mabomu matano atafanya uharibifu mkubwa kuliko wewe uliolipoa bomu kubwa zaidi moja. Kwa hiyo ndio maana watu walikuwa nasema hili bomu hauwezi ukalitumia vitani. Lakini sasa kwa nini Soviet Union waliamua kulitesti hili bomu? Yeah, mi nadhani hili bomu lilileta faida kubwa sana kwenye hii dunia yetu ambayo tunaishi hapa, sababu hizi nchi mbili ambazo ziko zinatengeneza mabomu ya nyuklia mengi sana waliamua kukubaliana na kukaa kwa pamoja ili wasaini mkataba wa kupunguza idadi ya mabomu ambayo wanatengeneza kila mwaka, na pengine hadi kuyasimamisha kabisa utengenezaji wa haya mabomu. Lakini pia waliweza kupunguza idadi ya mabomu wanaoyamiliki sababu waliona ya tuna njia nyingi ya kumalizana kwa hiyo, bora tupunguze hizi njia ili tuifanye dunia iwe na amani. Hiki ndo kitu ambacho Tazaa Bomba iliweza kufanya, yani iliweza kuleta dunia kwa pamoja <laughs> Sasa haya yote akiwa anaendelea, kuna kichaa mmoja wa Marekani anaitwa Edward Teller. Huyu ndo baba wa mabomu ya hydrogen ya Marekani. Sasa huyu mpango wake alikuwa anataka kutengeneza bomu la megaton elfu kumi <laughs> kwa jina la Sundial. Ya hili ndo lingekuwa bom kubwa zaidi duniani. Hili ni bom la hydrogen ambao alikuwa anataka kulitrigger kwa bom la kawaida la nuclear fission lenye ukubwa wa megaton elfu moja <laughs> ya hiyo ni story nyingine, lakini bahati nzuri walimwahi huyu jamaa na kuweza kutengeneza hili bom. Ok, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Maxtech TV. Takutana kesho kutwa kwenye video nyingine. Bye, bye.